Lakini kikubwa sana kwenye utalii eh, tunataka tufungue eh, utalii mwingi. Kuzungumza hapa, tutazungumzia wapi eh? Wapi? si huku huko, Serengeti huko Kilimanjaro, kaskazini. Tunataka tufungue kaskazini nyingine zisizopungua tano, tayari imeshaanza kufunguka Mikumi, lakini nataka tufungue Ruaha, Ruaha National Park tulionao katika Tanzania kuliko hata zile za Serengeti lakini kwa sababu hatujaifungua, ukienda kule Bugiri kwa We want to open eh, kaskazini zingine tano katika utalii. Hii ni eneo ambalo linaweza eh, katupa eh, fedha fedha nyingi tu, lakini utalii wa beach, eh hatujautumia vizuri mwambao, si tuna beach nzuri mno, lakini bado hatujautumia vizuri. Tunadhani ni eneo ambalo tukishirikiana na sekta binafsi ya ndani na nje ya nchi tunaweza kukuza utalii, ili ni eneo ambalo tumeliamaki kwamba lazima lifanyiwe kazi, na nafasi kubwa sana ya kukuza mapato ya taifa hili na kukuza uchumi wetu na kufungua ajira kwa vijana. La nne ni ujenzi wa majengo. Ujenzi wa majengo iwe ni nyumba, iwe ni ofisi, iwe ni kumbi za mikutano. Ni fursa kubwa sana. Na kwenye ilani yetu tumeeleza kwamba tunaenda kuanza na miji, miji yetu hapa kui, kuanza kuihuisha na kuipanga upya e. Mimi ni mbunge wa jimbo la Ubungo. Ukienda pale Manzese e, Manzese ni eneo zuri, lakini makazi yake ni changamoto. Kwa hiyo pale tunahuisha, ili sekta binafsi inakuja, tunaunganisha na wenye nyumba, nyumba zibomolewe, zijengwe magorofa. Mtu akijenga gorofa zake tano, sita, kumi, halafu wewe uliyokuwa na nyumba yako akakuachia floor moja ya makazi na kabiashara kako hapo kuna ubaya? This is what other places that we, kwa tunaunganisha watu wetu na wawekezaji, mwenye hela zake anakuja anajenga ghorofa gorofa zuri, halafu wewe mwenye nyumba yako ulikuwa na kachumba kachumba kako kamoja viwili, unapata ka floor, unapata sehemu ya kuishi wewe na watoto wako, lakini pia unapata ka eneo ka biashara kuingizia kuingizia kipato, na yeye anafanya biashara katika maeneo mengine. Tunadhani tukifanya hivi, na kwa Dar es Salaam tumeamua kuanzia Vingunguti E, Buguruni na Manzese, hayo maeneo matatu nataka tuanze nayo, tutayatangaza rasmi, wawekezaji waombe, watapewa mazingira mazuri. Tunatiseza pamoja na wizara yetu ya ardhi ili mambo hayo, ili miji yetu tuihuishe, lakini pia kuifanya miji hii na makazi hayo yawe ni makazi, lakini pia kukuza e, kipato cha wakazi wetu. Kwa hiyo e, hili ni eneo ambalo tunadhani tukiliweka vizuri litakwenda vizuri sana.